E, ndugu zangu wane, wane e, ladies and gentlemen, kwanza kabisa ningependa kuwatakia heri ya mwaka mpya sasa e. E, tuendelee na kile kipindi chetu cha spana za wabunge e, spana bungeni sasa. Leo tutaangalia e, wabunge wenye spana kali wakiwa bungeni sasa e. Zitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Twende tukazione hizi spana kali za wabunge wakiwa bungeni. Eh, tukianza na spana namba kumi, kura spana hiyo. Mheshimiwa muda wangu ni mfupi. Ngoja niende sasa haraka haraka. Mheshimiwa Chenga ametoa ushauri mzuri tu, ametoa shukrani amezungumzia kuhusu barabara zake alizoziomba, ambazo kwa kweli napenda kukiri, Mheshimiwa Chenge, ile barua nimeshaipata kutoka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutaangalia ni nini cha kufanya. Amesema nashukuru kwa fedha zinazotengwa kwa ajili ya barabara ya Ramadi Bariadi, fidia zilipe kwa watu wa Usagara Kisesa. Usagara Kisesa hawatalipwa fidia. Ile barabara imeanza tangu enzi za ukoloni, tangu enzi za Ujerumani, ilijulikana kama barabara T8, na wale watu wamejenga kwenye road reserve, na ignorance of law is no defense. Kama wanaona wanaonewa, waende mahakamani. Na bahati nzuri sisi tumeshawahi kupelekwa mahakamani, tulipobomoa nyumba kwa nyumba za Ubungo kwenda Kimara, tulipelekwa mahakamani, na kesi hiyo ni namba ilikuwa na kesi ya Baus and others kesi namba 39, na aliyoisimamia alikuwa mheshimiwa AG hapa. Walitushtaki maprofesa na nani na tulishinda, na yeye ilikuwemo nyumba ya mjomba wake ikabomolewa. Najaribu kuzungumza ukweli kwa sababu sheria ni msumeno no. Tusiwe tunapitisha sheria hapa halafu tunarudi nyuma. Watu tuangalie kulipwa fidia jimboni kwangu watu wamebomoa nyumba. Hata mimi ukuta wa marehemu baba yangu nimeubomoa, ulikuwa kwenye road reserve. Haya, sasa twende moja kwa moja tukaangalie spana inayofuatia. Eh, spana namba tisa kura spana hiyo. Lakini la mwisho niwaondolee hofu wa Tanzania, hamna siku Mtanzania atagongewa nyumbani kwake na mkusanya madeni kwamba unadaiwa hapa, nchi yako ilikopa. Hamna siku hiyo haya ni matumizi ya serikali, haya ni matumizi ya serikali. Yatakuwepo kwenye bajeti za serikali kwa sababu hicho ndicho ambacho kinafanya e, nchi inakopa kwa, kwa kuangalia bajeti za serikali. Sasa wenzetu wana, wanaenda huko wana, wanaanza kumwambia mwanakijiji aliyeko kule, ninyi hapa mnadaiwa, ninyi hapa mnadaiwa. Labda wao ndo wanawadai ile michango ya kwa ajili ya kuendesha vyama vyao vya siasa, lakini deni la taifa, hakuna siku Mtanzania mmoja atakutwa nyumbani kwake kwamba wewe unadaiwa kwamba ataswajua mifugo yake ama atachukuliwa mahindi yake. Utaratibu wa uendeshaji wa nchi hauko namna hiyo. ayazaza wane wane ni kupeleke moja kwa moja kwenye spana namba nane. Kura spana hiyo ya nini? Nasikitika moyo na niuma nalia, silali, na watanzania ni mashahidi. Nimuhakikishie mbunge kwamba nimechukulia kwa uzito, nimeandika mpaka nimechapa na kuchambua hoja na kutoa mifano ya mapambano yangu katika kusema, sitaki ushoga na mtoto awe shoga. Nitamtumia klipu yangu ya Shinyanga, nilienda shuleni. Kanuni tu zinanisumbua, ningeweza kuiweka hapa mkasikia nilisema ni... aya, tukaangalie spana namba saba, kura spana hiyo kwa nini serikali haifikirii sasa kuanzisha chuo cha wizi? Maana yangu mheshimiwa naibu spika, anapochaguliwa mtu kwa sifa ya uaminifu kwenda kupambana na wezi, anaenda kupambana nao namna gani? Afadhali apite kwenye chuo hicho kwa miezi mitatu, ajue breni ya wizi. Mheshimiwa naibu spika, Mheshimiwa naibu spika Polisi wanafundishwa bunduki lakini hawajawahi kuwa majambazi. Mheshimiwa naibu spika, wanajeshi wanafundishwa mpaka mabomu hawajawahi kusikia wameteka, lakini hawa vijana wetu mheshimiwa naibu spika, tutawamalizia gerezani. Hali ya wizi ni mbaya sana hata sisi kwenye taasisi binafsi. Mheshimiwa naibu spika, hali ya wizi ni mbaya sana tungeomba sana, najua ni suala gumu sana, na ningeni lakini tutafanya namna gani? Mtu hajui wizi na faili la, la ajira linataka uwe mwaminifu, mwadilifu, unaenda kupambana, unatoka Mzumbe. Mheshimiwa Naibu Spika, haya sasa nikupeleke moja kwa moja kwenye spana eh, namba sita kura. Spana hiyo <gibu> kwa kutumia katiba, hizi hizi ni katiba halali za Jamhuri ya Muungano, katiba, katiba ya Jamhuri ya Muungano, katiba ya Zanzibar ukisoma katiba hizi mbili zote halali utafikiri unasoma katiba za nchi mbili tofauti. Rais wa jamhuri ya muungano, rais Kikwete leo sio mkuu wa nchi ya Zanzibar na aliyesema hivyo sio Tundulisu, aliyesema hivyo ni ibara ya ishirini na sita moja ya katiba ya Zanzibar inasema inasema rais wa Zanzibar atakuwa mkuu wa nchi ya Zanzibar. Ukisoma katiba hii, Kikwete sio amiri jeshi mkuu wa Zanzibar. Amiri jeshi mkuu wa Zanzibar ni Ali Mohamed Shein, na aliyesema hivyo sio Tundulisu. Aliyesema hivyo ni maneno ya ibara ya mia moja ishirini na tatu ya katiba hii, raisi wa Zanzibar atakuwa kamanda mkuu wa vikosi vya idara maalum za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Ni majeshi. Kengele ya mwanzo. Mheshimiwa, ukisoma katiba hii, unaniharakisha mwenyekiti. Ukisoma katiba hii, ukisoma katiba hii, tuna nchi mbili ambazo tumekuwa nazo tangu mwaka 64 kwa sababu ibara ya pili ya katiba hii inasema Zanzibar ni moja ya nchi mbili zinazounda, sio zilizounda, zinazounda sasa hivi Jamhuri ya Muungano. Na hayo sio maneno ya Tundu Lissu, ni maneno ya katiba ya Zanzibar halali ya sasa. Ukisoma katiba hii ibara ya tisa inasema kutakuwa na Mzanzibari, haizungumzii Mtanzania, inasema kutakuwa na Mzanzibari. Maneno haya sio ya Tundu Lissu, maneno haya ni ya katiba ya Zanzibar, katiba halali. Katika mazingira haya waheshimiwa wajumbe wa Bunge Maalum, katika mazingira haya mmoja kwa moja, moja, tukaangalie spana namba tano kura, spana hiyo, tukiongea nje tunakaa ndani tunanyimwa dhamana, tunapelekwa magereza kwa miezi minne. Tukiongea bungeni haturuhusiwi, leo haturuhusiwi kuisema ofisi ya rais. Mnafikiri mnamsaidia rais, iko siku atatafuta watu makini. Huko mlikuwa wengi sana wengine, sasa hivi wako huko, atatoka mmoja mmoja na wote mtakuja huku. Namna ya kuisaidia nchi ni watu kutokuwa waoga, mheshimiwa Spika, ni watu kusema ukweli. Leo taifa linayumba, hakuna mtu ambaye kuona siku ya sheria duniani, lakini hapa kila mtu anatetea chakula anatetea mshahara kuliko utu. Mheshimiwa Spika, watoto wa taifa hili na wajukuu wa taifa hili wanaangalia kizazi cha bunge hili kinatunga sheria za aina gani. Maombi yangu ni kila mbunge angalau apite jela kwa miezi minne ili mjue ninachokisema. Haya, twende tukaangalie spana namba nne. Kura spana hiyo. Serikali msikubali kuanza kufanya biashara mmeferi. Tumewapa mradi wa mabasi ya mwendokasi barabara ya kwenu, magari ya bure leo yanatembea mane, kutoka gari mia tatu bado mnajenga mwendokasi. Ukiangalia kwenye, kwenye projekta pala akwambia barabara ya magari itakuwa unawekewa, wazungu wanakimbizana kupanda gari, kumbe wezi watupu we mabasi unaweka dj bodi si, mchakato gari imedondosha boriti, unaambia mchakato wa kusaini yuko Dodoma, mabasi yote yameisha, bado mnaenda kufanya kazi. Asante kazi, asante sana. Naomba wa wa wa wa mwenyekiti, waheshimiwa wabunge wa serikali, kwenye swala la biashara acheni, tuacheni sisi watoto wa kitaa. Twende tukaiangalie spana namba tatu. Kura spana hiyo ni naibu katibu kiongozi mstaafu wa UVCCM Anayesema kwamba tukiudharau mwenge tutapata tabu sana. Nyinyi mmemdharau Mwalimu Nyerere na bado mna survive, itakuwa sisi kudharau mwenge? Mmedharau eh? misingi mingi sana ya Mwalimu Nyerere ambayo aliiweka katika nchi hii, mnalinda mwenge badala ya kulinda azimio la Arusha ambalo lilikuwa na misingi mizuri kabisa kwa ajili ya kuwa na viongozi bora wa nchi hii. Hakuna mtu anasimama kwenye bunge hili, hata wewe ulikuwa ukiongozi wa UVCCM siwahi kusikia hata siku moja. Unamkumbuka Seth Benjamin shahidi wa azimio la Arusha? Mnatetea vitu vyepesi vyepesi tu. Haya, tumweze angalia spana nyingi. Sasa twende moja kwa moja tuangalie spana namba mbili, kura. Spana hiyo, katibu wetu wakata ameuawa, watu wanaona ni sawa Tundu Lissu amepigwa risasi watu wanaona ni sawa tu. Watu wanaonewa mnaona ni sawa tu. Sasa na wengine tunajua tuko kwenye listi ya kuumizwa sisi, wengine tumeiambia familia zetu kwamba hata kama ni baada ya miaka kumi kwa watu watakaotufanyia ubaya lazima familia zao ziwajibike, na hili liwe kwenye rekodi kabisa. Hatuwezi kuwa kwenye nchi ambayo imejaa upendeleo, imejaa double standard. Tunazungumza kuhusu utawala bora hapa mwenye, tunazungumza kuhusu utawala bora. Utawala bora tunaozungumza mzee Mkuchika ni utawala wa aina gani? Utawala ambao leo mnakamata mtu, polisi wanazungumza kwamba huyu mtu amejiteka